Mapenzi siku hizi si hifadhi ya moyo tena, ni uwanja wa mapambano. Watu wanapenda kwa midomo, lakini nia zao ni kama visu, vitamu mwanzo lakini vinaumiza mwisho. Sio kila anayekupenda na kutaka, sio kila anayekwambia na kumisa na kukumbuka, na sio kila anayekutafuta kwa mazoea na kuthamini kwa kweli. Mapenzi yamebadilika. Leo hii mtu anakwambia nakupenda, lakini hawezi hata kusimama na wewe wakati wa giza. Anaweza kukwambia wewe ni kila kitu, lakini ndani ya akili yake wewe ni option ya mwisho. Hakuna tena mapenzi ya kujitoa. Watu wanapenda kwa faida, wanapenda kwa mwonekano. Maumivu ya mapenzi hayaonekani juu ya ngozi. Ni yale macho yanayotazama ukuta kwa saa kadhaa, ni kulala bila usingizi, ukijaribu kuelewa kosa lako lilikuwa nini, ni kusikia notification ukitumaini ni yeye lakini si yeye tena. Ni kutabasamu mbele ya watu, lakini moyoni unalia kwa sauti. Umeumia lakini huwezi kusema. Unajua ukweli lakini unaamua kukaa kimya kwa sababu bado unampenda. Lakini ukweli unabaki ule ule, hakupendi kama unavyopenda. Usijitoe kwa mtu asiyekuombea hata kwa sekunde moja. Simwache Mungu kwa sababu ya moyo wa binadamu. Usipoteze uto wako kwa sababu mtu anayekuja kwa msimu mmoja. Mapenzi ni mazuri, lakini yanapokosa ukweli, yanageuka sumu. Yanakuua polepole, sio kwa risasi, bali kwa kimya. Yanakuondolea matumaini, yanavunja imani, yanapunguza thamani yako mbele ya uso wako mwenyewe. Yote tisa kumi, ni usikubali mapenzi ya kufanya mwepesi, mjinga na mweu kwa wakati mmoja. Jipende kwa bidii ile ile uliyowahi kumpenda mwingine, jijenge kwa nguvu zile zile ulizowahi kujitoa, na jilinde kwa akili ile ile uliyowahi kupuuzia ishara za maumivu. Mimi ni Dukedom Makori.